Uh, wafugaji wengi hasa wale ambao wanaanza kufuga huwa wananiulizia wanaomba, uh, muundo wa banda la kuku mia moja tu banda dogo kwa ajili ya kuku mia moja Sasa leo hapa nimewaletea uh, hili banda ambalo humu ndani kama mnavyoona lina hawa kuku wapo mia moja na tatu uh, na hili banda ni kwa ajili ya kuku mia moja. Kwa hiyo nitakuelekeza uh, bajeti na kila kitu kuhusiana na hili banda. Kwa wewe mfugaji ambaye ndio kwanza unaanza kufuga utajifuza bajeti ya hili banda kwa hawa kuku mia moja na vipimo vyake na kila kitu kwenye hili e, banda, kama hivyo ambavyo unaweza ukaona e, kuku wameachiana nafasi vizuri kabisa, lakini pia hapa kuna hili boksi kwa ajili ya kutagia. Kwa kwanza kabisa kitaalamu inashauriwa e, kuku waweze kukaa katika ukubwa wa kuku sita mpaka nane wakae kwenye futi moja. Wakubwa kama hawa ambao unawaona humu ndani, na hili banda linaruhusu kuku saba wakae kwenye skwea mita moja. Kwa hivyo huu urefu kutoka hapa e, mpaka pale mwishoni, urefu wake huu ni mita tano, lakini pia a, huu upana upana kutoka hapa hapa mpaka pale ni mita e, ni mita tatu. Kwa hiyo unaweza ukaona urefu wake na upana wake. Sasa tuanze kuangalia a, vitu vingine a, hapa kuna matilio mbalimbali yametumika kama hivi ambavyo unaona, na kama unavyojua gharama ya haya matilio ni tofauti kutoka eneo moja mpaka nyingine. Kwa hiyo wewe utakachokifanya kama una peni hapo, unaweza ukawa unaandika e, idadi ya hivi vitu alafu pia uka, ukaenda ukaulizia gharama zake ili uweze kujua gharama ambayo utatumia kujenga banda kama hili hapa. Usikurupuke tu kujenga banda bila ya kufanya research gharama ambayo utatumia, unaweza ukajikuta umeanzisha ujezi ambao e, gharama yake baadaye inakuja inakuwa ni kubwa. Sasa hapa kuna hizi nguzo hizi za kushikilia hapa hizi kama mnaziona na kama umesha... sisi hapa huwa tunafanya bajeti ya mabanda yote, hata mabanda yale kule tulishafanyaga bajeti. Hizi nguzo za hapa, hizi nguzo zinatofautiana, ila sisi huwa tunazinunua hizi zina futi kumi na mbili hizi nguzo hizi hapa. Kuna mwingine anaweza akatumia 4x4 e, 4x4 ni mbao kama hii hapa lakini hapa tumetumia kumi na mbili kumi na mbili. Kwahiyo ukihesabu pale, moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa tisa, tumetumia tisa e, kama hizi hapa a, na kwa sisi huku gharama ni elfu tatu mia tano ukipata nguzo e, kama hii hapa kwa hiyo imetumika hapa kama elfu thelathini na mbili hivi, lakini pia kuna lati lati ni hii hapa miti kama hii hapa. Hii imetumika pia kwenye mlango hapa, lakini ukiangalia humu ndani imetumika maeneo mengi zaidi. Uh, kwa mfano imetumika humu hapa juu, uh, humu pembeni, humu humu mpaka hapa chini kwa ajili ya kushikiza hili bati ime, imetumika hizi lati ambazo gharama yake aa, ya lati nadhani maeneo mengi huwa zinafanana kidogo, lakini kikubwa hapa ni kutajia idadi. Tumetumia lati ishirini na nne kwenye hili banda, na uelewe vizuri kabisa maeneo ambayo tumetumia hizi lati. Kama unataka kutengeneza banda kama hili, tumetumia hapa chini, hapa hapa hapa hapa pia imetumika e, pale imetumika lakini pia hapo na pale chini na humu pembeni e, kwa hiyo zimetumika ishirini na nne lakini pia tumetumia boliti boliti nne. Boliti ni hizi pana hizi na muda mwingine hizi wakizikata hapa katikati, ukizikata hapa katikati, unatoa lati. Kwa hiyo hizi zimetumika nne A, lakini pia tumetumia mifuko miwili ya simenti kwa ajili ya kuweka rafu hapa chini. Hapa chini tumeweka rafu hii hapa, na tumetumia mifuko miwili kwa sababu hili banda tulitaka, eh, kidogo kuku wawahi kuhamia. Kwa hiyo simenti tulichanganya kwa resho kubwa sana, ili iwahi kukauka. Lakini pia nakushauri utumie resho kubwa, kwa sababu kuna muda kuku huwa wanachimbua hapa chini, ah, pia hapa bati bati hizi. bati zote zilizotumika kwenye hili banda ni bati kumi na mbili. Kwa hiyo tumetumia bati kumi na mbili kwenye hili e, banda, lakini pia kuna e, misumali misumari ya bati ile misumali ambayo inakuwaga maalum kwa ajili ya bati kama hii wanayogonga humu, nadhani unaiona hii misumali tumetumia kilo moja na robo, eh, kilo moja na robo. Lakini pia kuna misumari ya kawaida, misumari ya kawaida bei zake waga zinafanana. Kwa hiyo hapa ah, kuna nchi tatu sijui nchi mbili ah, kilo nne na robo tatu, kilo nne na robo tatu. Lakini kuna bawaba, bawaba ambazo zinafungiwa kwenye mlango eh, hizi zimetumika mbili tu na komeo la mlango, nadhani komeo lipo e, hapa nje. Komeo la mlango e, gharama yake ni elfu mbili. Komeo linakuwa ni moja tu a, lakini pia kitu kingine ambacho kimetumika hapa kwenye hili banda ni waya huu, waya hii chicken chicken mesh. Sasa hili banda tumeweka chicken mesh e, pekee itategemea sana na eneo ambalo wewe upo. Hapa tumetumia nusu ya roll, nusu ya roll roll moja. Sasa bei zinatofautiana maeneo. Mengine wanauza elfu arobaini, maeneo mengine wanauza gharama zaidi, lakini sisi tumetumia. Lakini hawawezi wakakuuzia nusu, lazima watakuuzia zima, kwa sababu tuna ujenzi pia wa mabanda mengine. E, kama yale kule. Kwa hiyo kule tulitumia kuna iliyobaki, tumekuja tumetumia hapa hapa, inahitajika nusu. Hata ukinunua yote mzima ya hii chicken mesh lazima itabaki nusu, lakini pia unaweza ukatafuta ile waya mesh kubwa e, ukaweka chicken mesh hapa ukaweka na waya mesh kubwa zaidi, kwa usalama itakuwa ni vizuri zaidi, na kushauri ufanye hivyo, lakini pia kuna eh, proudi, proudi, proudi kutengeneza hii box inahitaji proudi moja na mbao mbili, kama unavyoona muundo ambao tumeutumia hapo. Tumetumia hii mbao inakuwa na futi kumi na mbili, kwa hiyo hapo tumeikata katikati, manake urefu wa kwenda hivi ni futi uh, sita. Hapa mbao moja imetumika, hapa katikati pia mbao moja imetumika, na hapo chini hatujaweka mbao yoyote ile kwa sababu tayari pana sakafu tumeweka tu huo hiyo hiyo e, mbao kama unaoiona hapo hapo chini pia ujue kuna gharama ya mafundi gharama ya mafundi ambayo utawalipa mafundi kwa mfano sisi ili banda mafundi wote hapa tumewalipa 80 sisi tuna mafundi ambao huwa wanatufanyia haya mabanda yote kwa hiyo gharama huwa inakuwa ni nafuu e, kidogo Uh, gharama kwa ujumla kabisa ya hili banda sijajua, kwako wewe utatumia gharama gani, lakini najua maeneo kama ya mjini gharama inaweza ikawa imepungua. Huku gharama ya vitu ipo juu, hizi hizi bati tu unayoiona hapa ni elfu ishirini ambayo ni, ni gharama kubwa sana. Uh, unaweza ukatumia ni wasta ni hili banda la, la, laki sita hivi. Kwa hiyo ukiwa na bajeti ya laki sita unaweza ukatengeneza banda zuri kabisa kama hili hapa kwa ajili ya kuku mia moja kwa vipimo hivyo. Kwa hiyo nina imani kabisa e, kama umenisikiliza mpaka saa hizi uh, hii video unao uwezo ukaandaa uka banda kama hili kwa ajili ya kuku mia moja, kwa wewe mfugaji ambaye unaanza ufugaji. Lakini ninataka nikukumbushe kitu kikubwa kabisa, sisi Kingo Farm tunatoa huduma ya mafuzo ya ufugaji, namna ya kuwalea kuku. Hapa tunao kuku aina zote, tunao e, hawa layers, tunao wale pale ni chotala, lakini pia hapa shambani kwetu tunao kuku wa nyama, wote hawa ni kwa ajili ya kukuelekeza wewe e, mfugaji, namna ya kuwafuga. Kama unavyoona hawa ni kuku wa nyama. Kujiunga na kundi letu ni shilingi elfu tano kwa muda wa miezi miwili, utajiunga kwa muda wa miezi miwili. Lakini pia tunavyo vitabu vitatu. Tunacho kitabu cha safari ya ufugaji, tunacho kitabu cha ufugaji wa wa broiler kama hawa hapa hatua kwa hatua utaelekezwa kwenye hicho kitabu namna ya kuwafuga, lakini pia tunacho kitabu cha tiba za asili. Sisi hapa tunatumia sana e, tiba za asili. Kwa mfano ukiangalia kwenye hawa kuku humu ndani, unaweza ukaona nikizoom pale hapo, unaona hu mtu umeweka tiba ya asili awu, kuku ni kama vile wana typhoid, kwa hiyo hii ni kwa ajili ya kutibia typhoid. Kwa hiyo ukipata hiki kitabu kitakuelekeza namna ya kutumia hizi e, tiba na tunatumia vitu vya kawaida tu, kwa mfano hapa shambani tuna mwarobaini huu hapa, kwa hiyo tumechanganya humo ndani mwarobaini, tuna mapapai, sijui nini, utaelekezwa vizuri ukiwa na hicho kitabu. Hicho kitabu ni shilingi, kila kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi. Utakipata kitabu kwa shilingi elfu kumi. Kwa hiyo hiyo ni, ni, ni gharama nafuu kabisa. Kwa hiyo kama unavitaka vyote vitatu, shilingi elfu thelathini, na ukitaka kujiunga na kundi ni shilingi elfu tano. Kwa hiyo jumla elfu thelathini na tano. Asanteni na karibuni sana Kingo Farm, tutafute kwenye hiyo namba unayoiona hapo.